Wale ambao walikuwa wakitegemea mashangazi, saa hii mashangazi hakuna. <coughs> saa hizi hakuna mashangazi, mtoto wako akivunja kitu, nendukanunue kitu. Hiyo iliisha, iliisha ni iliisha zamani. Mashangazi yaliisha zamani, sasa hivi ni kupambana tu, mm. Si eti mtoto wako akija akionekana uchi ati sijui panashikwa kuku sijui mbuzi sijui nini, kishangazi hiyo, mm -mm, haiko sasa hivi. Utajua mwenyewe na mtoto wako, utajua mwenyewe na mtoto wako akawauchi akavunja dhamosa akavunja nini, wewe ni utafute pesa ukanunua kitu yako. Hizo zilipitwa, sasa hii digitali, kila mtu anapambana na hali yake Ujifurishe maski useme ati kwa shangazi huipeleke nini, hakuna hiyo biashara.